Waziri Profesa Kitira Mkumbo, katika maelezo yake, amegusia kuhusu serikali kukamilisha maandalizi ya dira ya taifa ya 2050. Mimi nielekeze kuwa katika maandalizi ya mpango wa pili wa maboresho ya mazingira ya biashara na uwekezaji, timu zetu zote mbili zitumie dira ile ya 2050 kama nyenzo muhimu ili kuweza kupata upatanisho au muunganiko wa maono ya dira pamoja pia na kutekelezeka kwa huu Mkumbi wa pili. Nitapoelekea kuhitimisha hotuba yangu kwa maelekezo ninayotoa, nitumie nafasi hii kuweka msisitizo na kutoa maelekezo muhimu kama ifuatavyo. Moja, kamati ya maandalizi ya mpango wa pili wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, harakisheni kuandaa mpango huo ili utekelezaji wake uweze kuanza mara moja na kurahisisha mazingira bora kwa wafanyabiashara na wawekezaji wetu ambao sasa wameamua kuwekeza hapa nchini. Lakini mbili, kamati ya maandalizi ya mpango wa pili wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kumbi tu Hakikisheni mnaweka vipaumbele katika kutoa huduma kwa haraka, kwa ufanisi na kwa kukidhi vigezo vya kimataifa ili kuendana na ushindani wa kibiashara duniani, tukiamini kwamba wawekezaji ambao tunawahamasisha tuna leo ambao pia watatumia nafasi ya mkumbi tu ni kutoka pande zote ndani ya nchi, lakini pia kutoka nje ya nchi. Tatu, taasisi na mamlaka za udhibiti za serikali ambazo zitahusishwa katika utafiti na tathmini zetu zitoe ushirikiano kwa dhati kwa kamati ili iweze kuja na mapendekezo mahususi yenye malengo mapana ya nchi ambayo yataendana na Dira ya Taifa ya elfu mbili na hamsini. Hapa nilikuwa kuwa namaanisha kuwa kamati hizi zitapokuwa zinafanya tathmini yake na zinahitaji kupata maelezo, nyaraka kutoka taasisi yote za serikali basi taasisi za umma zijue kwamba hii ni kamati rasmi inayofanya kazi rasmi, na kwa hiyo wapate ushirikiano. Nne, kwa sekta binafsi, sekta binafsi inahitaji kutoa mawazo ya kina, mapendekezo yenye manufaa kwa kamati zetu kuhusu maboresho yanayohitajika Kuiwe. Ili Tanzania iendelee yani, kuwa na kivutio cha wawekezaji wa ndani na nje na niwahakikishie kwamba dhamira hii ya serikali kwa kuwashirikisha sekta binafsi tunalenga kuifanya Tanzania kuwa ni kivutio na ni kitovu cha biashara.